Yuweni ni kwamba swala ndiyo kiunganishi. Swala ni kiunganishi kati ya mwislamu na muumba wake. Hii swala tunayoswali ambayo tumeiswali hapa, hiki ndio kiunganishi pekee cha kumuunganisha mwislamu na muumba wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya imadu dini, na hiyo swala ndiyo

Akaiswali ilivyo swala akaitekeleza, atakuwa kausimamisha Uislamu. Mwenye kutekeleza swala, katekeleza Uislamu. Yule atakaye swali, basi huyu kaisimamisha na kuidhihirisha na kuionyesha dini yake ya Kiislamu. Man hadamaha fakad hadama alislama, yule ambaye swala yake akaiharibu hasali, basi atakuwa ameharibu Uislamu. Kwa mambo ni mawili, yule ambaye atadumu maswala huyo atakuwa akausimamisha na kuudhihirisha na kuutetea Uislamu, Uislamu wake Amma yule ambaye ha, kaiharibu kaiharibu swala iporomoa e swala atakuwa kaporomoa Uislamu. Kwa hiyo mafumo haya yafahamike, ndugu zangu, katika imani, jambo la kwanza kabisa katika mambo ya Uislamu kupotea ni amana la mwisho kabisa kutoka kwa mja, yani huyu sasa

na watu weza anarudi, zikapunguzwa mpaka zikafika swala tano. Pia akaambiwa akasema weza akasema, naona haya, zikabaki ni swala tano, lakini swala moja inabeba swala kumi Mwami, kona, zika kukuso, zika Lekito, lawe, amba, prawa, wa akadha wamoya paa zikapunguzwa, ziko tano, lakini tuna waislamu wangapi ambao hawaswali fikiri watu wote walikuwa wanaswali, wanaume walikuwa wana nyumbani, Waislamu misikiti ingetosha, misikiti ingetosha. Lakini asilimia tisini ya wanaume wa Kiislamu hawaswali. Itafika sehemu mtu asema anaswali nyumbani. Miongoni mwa alama za mtu kwamba ni tarikuswala ni pale mwanamume wa Kiislamu akasema kwamba naswalia nyumbani. Bwana, vipi wewe, mbona huswali hatukuoni msikitini? Ah, mimi naswali nyumbani bwana. Hiyo huyo haswali, hana swali. hii swala hii wahiya tukaffiru dhunuba wa tamhu sayiat. swala hii ni kafara ya madhambi.

na mambo ambayo yanapingwa hata binadamu hauyakubali, swali inamkataza vitu hivyo, na utajwa wa Allah tabaraka wa taala ni mkubwa zaidi. Ankabuta kinatata wa min adhimi shaaniha kadhalik, katika jambo kubwa liliopo katika swala vile vile annaha kwamba hiyo swala awwal ma yuhasabu alayhi alabd fi yawmi alqiyamati Nijambo la mwanzo kabisa ambalo mja atahesabiwa kwalo siku ya Kiyama. fa idha saluhat swala, ikiwa iko vizuri, imenyoka okay, katika swala, al-amal kull, matendo yako yote yatakuwa yako vizuri. wa idha fasadat, fasada al-amal kuluhu swala so, ikiwa haielewiki, ina krek, ina viraka, basi matendo yote yanayofuatia baada hapo ya hapo yanaharibika. So, kwa hiyo swala katika jambo lake kubwa kabisa kwamba inamwacha mtu mwenye kuswali au tofauti, taban haiwi kwamba mtu anayeswali hatendi dhambi la lakini ni mwingi wa kurudi kwa Allah. Mtu anaye swali ana athari ya dini tofauti na yule ambaye haswali. Yani, ukizungumza na mtu angalau kuna maswali yale muhimu atakao atakaokuja kwa huyu mtu. Vipi bwana multazim bi swali? kuna mtu faini, muamala, so, eh, wataka ufainie muamala, wataka umwozeshe, sawa wataka ujue uhakika wake na nani anaitwa fulani ni Mwislamu na anasimamisha swala tano, haya na wasiwasi kabisa anasimamisha swala tano. Wewe unakuwa kiasi fulani hata kama ni kuongozana naye njia ndio naye, sio jambazi sawasawa, so, so, huyu nimpe amana ya kitu fulani, sio mlezi huyu, manake haiwezekani Mwislamu anaswali swala tano alafu ukute ni mlevi analewa yani, yani kama ikitokea tukua wachache sana ambao hawajelewa bado, zaidi maana ya nini? Maana ya swala wahakadha. Lakini swala inamzuia mtu kuingia katika fahsha na munkari na kadhalika, kama akiingia, basi ni mwingi sana, ni mara moja tuasharudi katika kutumia kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio maana yule mwenye kuswali huo kuna miza yaani, upo utofauti mkubwa sana kati ya mwislamu anayeswali na yule asiyeswali. Anayeswali anakuwa na nuru usoni mwake, angalau kwamba anakuwa na utofauti mkubwa na yule ambaye haswali, wahakadha na hivyo ndivyo inavyo. Lakini pia tufahamu kwamba swala ndio jambo la kwanza kabisa ambalo mtu atahesabiwa nalo siku ya Kiyama, katika matendo aliyoenda nayo kwa Allah swala yake kwanza itatizama. Nausia nafsi yangu na kuhusia nafsi za ndugu zangu kujitahidi kuswali swala tano vile inavyotakikana, lakini pia tujilazimu kuswali swala za sunna swala za sunna qabliya ba'dia, kwa sababu hadithi iliyo sahihi kwamba swala ya mtu itatizama, ikiwa ina mapungufu ataambiwa angalieni katika sunna, yani swala alizoswali za sunna. Chochote zile swala zake za sunna ndio zitajazia hutu katika swala hiyo, ni siku ya kiyama. Nasema walamu anna salata hiya asasu dini lislami Jueni natambueni, kwamba swala ndio msingi wa dini ya Kiislamu, alladhi lauturika, ambayo msingi huu la itikamu ukaachwa, lam tuqbal minka ayu ibadatin. Haitokubalika ibada yoyote kwako wewe ah. Ujamaa si mchezo bwana eh, anasaidia sana bwana watoto yatima, analisha ajakula sehemu fulani, lakini mushkila ah, tu bwana, jamaa haswai ana ah, kitu ana kitu kitu. Jamaa anajitolea sana, anajitoa kweli, chimba visima, fanye hivi, lakini ana mushkila ah, kidogo. Mshkila kidogo ni haswai ha, sio mushkila kidogo huyo. Sasa akajipaka mafuta alafu ndio akaenda kuoga sawa, so sawa -so. Mambo ya vijana barobaro, mtu siku tatu hajaoga, kazi yake anajipuliza manukato tu, yapikwa kwapa. Kaoge. tasbia ya kwanza, wewe hauswali, ae, umeruka viunzi, hauswali alafu unafanya ibada nyingine. Ibada nyingine hizi haziwezi zikakubalika kama wewe hauswali. Swala yako haieleweki hata ufanye ibada gani. Huyo mtu ni mwema sana kwa majirani zake, bwana, ndugu zake anawasaidia sana, baada muhimu silatu alarham, au silatu rahim, lakini hasali huyo bwana, hakuna kitu. Huyo mtu kajenga msikiti huyu nzuri kweli kweli, lakini yeye mwenye hasali, kwa hiyo hakuna lolote. Wa'lamu anna salata hiya asasu dini lislami yweni nafahamuni, kwamba swala ndio msingi wa dini ya Kiislamu. Alladhi lauturika laiti, kama msingi huu kaachwa, lam tuqbal minka ayu ibadatin, haitokubalika kwako ibada yoyote ile. Ibada yoyote ile, hata kama mtu hiyo ibada hiyo ni kubwa, ni nyingi, ni imedumu kweli kweli, kaifanya miaka hamsini mpaka umeutu unamkuta ibada hiyo kaifanya, lakini ili hali ya swali

natausifra swala kana kwamba vile ni moja, na kila ibada baada yake au jambo la kheri linalofuatia ndio inawekwa zero. Kwa hiyo ukichanganya hii moja na hii zero, moja iliyoanzia kushoto lakini inakuwa ngapi? iyo inasoma, inakuwa kumi natau sifran Sawa, yani mfano anaotoa muallif wafaqahu Allah ibada ya sala kana kwamba vile ni moja, alafu izi amali nyingine na ibada nyingine zinakuwa ni sifuri. Inakaa mbele ile moja swifra lizaka, ikakaa sifuri ya zaka, patasomeka kumi. Swifra lilhaji, sifuri ya haji, inakuwa mia sifran lisiami sifri ya soum nakuwa elfu moja sifran lilbiri wema kwa wazazi nakuwa elfu kumi ha sifri, sijui ya kutoa ya kusaidia kitu kadha, hapo inasoma tu. Sasa fa idha hudhifat alwahid baqiyat alasfar bila qima, hii swala sasa ambayo ndio moja ikiondoshwa hizo sifuri hata ziwe laki, yaani anyway, wewe umeandika namba ina sifuri sifuri ziko laki moja hizo sifuri, lakini kule mwanzo hamna namba. Hiyo sifuri itasaidia eh? Haiwezi kusaidia hata kidogo. Ndio mfano wa swala hili. Watu wengi sana nkamba kuna mtu anafanya ibada s anafanya ibada saidia hiki lakini, bwana akaswala

Yaani, mtu atasaidika kwa wakati ule. Wa swala ni upi? Wakati wa kila swala. Nini afanye yule ambaye ameikosa swala kwa wakati wake? Je, kuna wakati uliokatazwa kuswali? Ni ipi swala ya kati na kati? Alafu tunaingia katika adhana. Lini ilishawekewa sheria? Adhana hukumu yake, adhana fadhila za adhana